Habari za wakati huu, ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medi Counter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua TV yako, kipindi hewani Medi Counter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya, na leo hii uh, utakuwa nami Dafrosa Patanana, basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako <tune> Katika Medi Counter leo hii tunazungumzia swala so zima la tatizo la kupoteza kumbukumbu -kumbu kwa wazee, na kwa kuzungumzia mada hii tutakuwa naye daktari bingwa wa afya ya wazee, Dkt. Kelvin Leshabari ambaye yeye anapatikana Tanzanod Hospitali ambayo ipo Kinondoni, Dar es Salaam. Yeye tutafahamisha mengi kwamba mzee ni katika umri gani, lakini pia matatizo gani ya kiafya ambayo yanawapata wazee lakini pia tutaangazia kwa nini wazee wanapoteza kumbukumbu, utajua kwamba mzee sasa amefika katika steji ambayo hali yake ya kumbukumbu -kumbu haiko sawasawa, lakini kubwa zaidi ni jinsi ya kuishi na mzee ambaye amepoteza kumbukumbu. Afuatana naye basi uweze kufahamu mengi katika mada yetu hii ya yes, siku ya leo. Kwa mujibu wa muundo ambao umetengenezwa na umoja wa Mataifa ambao unakubalika kidunia kwa sasa mzee ni mtu yoyote ambaye amefikisha umri wa miaka sitini na tano au zaidi. Kwa hiyo kuna hiyo threshold mpya ambayo imetolewa ya miaka sitini na tano. Najua zamani kulikuwa kuna threshold ya miaka 60 na zamani zaidi kulikuwa kuna threshold ya miaka hamsini hamsini na tano lakini kwa sasa ambayo inatumika na kama standard ya dunia na Umoja wa Mataifa ni miaka sitini na tano. Ni maradhi gani sasa ambayo yanayasumbua sana wazee? Kuna kitu ambacho naweza nikakisema moja kwa moja kwamba hiki kina wasumbua wazee mm, ambacho akisumbui watu wengine, lakini tunachoweza kusema tu ni kwamba kuna baadhi ya magonjwa ambayo yameonekana kitakwimu kwamba yanaonekana kuwashambulia au kuwapata zaidi watu wenye umri wa zaidi ya miaka sitini na tano na magonjwa hayo ya yapo mengi kuna magonjwa kama haya uh, magonjwa ya tezi dume, kuna magonjwa kama saratani uh, kuna magonjwa kama magonjwa ya kumbukumbu hizi -kumbu, kwa lugha ya Kiingereza anaita dementia. Mara nyingi yanaonekana kwamba ni magonjwa ambayo yanawashambulia zaidi watu ambao wana umri mkubwa, na kwa, kwa umri mkubwa anamaanisha kwamba watu ambao wame fikisha miaka zaidi ya sitini na tano. Vipi katika masuala mazima magonjwa baa ya viungo sio yanayopata wazee? uh, uh, jibu ni ndio na hapana. Moja ni ndio kwa mantiki kwamba ukichukua ukichukua takwimu za watu kwenye pool ya tunaita general population u, u, unakuwa una mtu ambaye ana umri wa miaka sitini na tano na zaidi anakuwa na hatari zaidi ya kupata magonjwa ya viungo kuliko sisi ambao tunaonekana kama ni vijana au watu wazima. Lakini sitaki kutengeneza notion kwamba magonjwa ya viungo yanawashambulia wazee peke yao, kwa sababu tumeanza kuona kuna watu ambao wako umri wa kawaida, wengine vijana ta hata watoto nao wanapata magonjwa ya, ya viungo Kwenye hii suala la magonjwa mfano ya na familio, na na mbae, kupoteza kumbukumbu, kuna kuta baba mzee amepotea. Ni ipi nafasi ya familia wanapokuwa naishi na mzee ambaye ana tatizo la kupoteza kumbukumbu? Kuna vitu vingi hapo lakini basically uh, katika moja ya magonjwa ambayo yanajulikana kidunia kwamba yanawashambulia hasa grupu la watu wanaoitwa wazee, watu wazima waliozidi miaka sitini na tano ni haya magonjwa ya kumbu kumbukumbu na magonjwa ya kumbukumbu sio ugonjwa mmoja. Kuna dhana ambayo imejitokeza, watu wanafikiri maybe kupoteza kumbukumbu ni tatizo moja, kwa sababu tu unaona huyu mtu at the end of the day anapoteza kumbukumbu. Hapana, magonjwa ya kumbukumbu yako mengi sana, na tunajua katika hayo magonjwa mengi, of course, kwa group la ile la wazee, kuna ugonjwa mmoja ambao unaweza ukawa unaonekana unawashambulia zaidi kuliko magonjwa mengine, lakini at least ni vizuri kwa jamii kuelewa kwamba tatizo la kupoteza kumbukumbu sio ugonjwa mmoja. Uh, swala la pili ni kwamba wazee wanapoteza kumbukumbu, baadhi yao sio wote, kwa sababu kuna baadhi ya wazee anaweza akaishi hata akafikisha miaka mia moja na bado kumbukumbu zake zikawa intact. ingawa tunajua kwamba mara nyingi watu ambao wanakuwa wanapoteza kumbukumbu -kumbu, anakuwa yuko likely kuwa mzee kuliko kijana lakini ni vizuri vilevile nayo ikawekwa wazi kwamba ingawa tunaongelea hilo swala kwa wazee, lakini si lazima kwa mtu mzee apoteze kumbukumbu, kwa sababu wapo wazee ambao wanaishi umri mkubwa sana na kumbukumbu kumbu zake zinakuwa intact. Sasa kwa wale ambao wanakuwa wanapoteza kumbukumbu, kuna mambo makubwa matatu. Swala la kwanza ni kuelewa chanzo cha tatizo, kama itawezekana kuna baadhi ya magonjwa ya kumbukumbu kumbu ambayo unakuta chanzo chake kinajulikana na kuna baadhi ya magonjwa ya kumbukumbu ambao chanzo chake hakijulikani. Kwa hiyo siku yoyote ambayo unakutana na babu au bibi ambaye ndugu au wanafamilia au wanakaya wanalalamika kwamba babu au bibi au mama au baba ameanza kupoteza kumbukumbu, mara nyingi huwa inashauriwa kutafuta kwanza chanzo ili uweze kutatua kama hicho chanzo kinaweza kutatulika, lakini tunaelewa vilevile kwamba kuna baadhi ya magonjwa ya kumbukumbu ambayo hata chanzo chake hata sisi madaktari wenyewe hatujui. Kwa hiyo first things comes first, ni kwamba cha kwanza ambacho tunakifanya kikubwa ni ku identify the problem, if possible alafu cha pili baada ya kugundua tatizo ni nini kama tutaweza kufanikiwa, kinachofuata ni utaratibu gani wa maisha utumike, kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa ya kupoteza kumbukumbu -kumbu ambayo yana chanzo na yana tiba, na kuna baadhi ya magonjwa ya kumbukumbu -kumbu ambayo hata chanzo chake hata sisi wenyewe wanasayansi hatujui. Kwa maana hiyo, unakuta hata tiba yake inakuwa ni supportive therapy zaidi, na hiyo dhana sasa inapelekea kwenye swala la hawa wanafamilia wanapaswa kufanya nini? tuyatambue basi hayo magonjwa ya kumbukumbu ambayo yana sababu na ambayo hayana sababu. Okay. Tuanze na haya ambayo yana sababu. Kuna baadhi ya magonjwa ya kumbukumbu ambayo yanaletwa na sababu za kiafya, mfano, uh, kuna watu unakuta anakuwa ana tatizo lingine. Let's say mgonjwa ni babu au bibi au baba au mama wa fulani amepata kiharusi Stroke. Ile stroke ikapelekea yeye kupata tatizo la kumbukumbu kumbu, naitwa vascular dementia. Inaweza ikatokea kitu cha namna hiyo, lakini uh, maana yake ni nini, ukikutana na kesi ya namna hiyo tukaigundua bila ya shaka kwamba hii ni vascular dementia, mara nyingi ambacho tunafanya tunakaa na wanafamilia tunawaelezea chanzo, alafu tunaelezea nini wanapaswa kufanya ili hilo tatizo lisijirudie, kwa sababu mara nyingi kinachojitokeza kwenye vascular dementia ni kwamba unakuta kunakuwa kuna changamoto imejitokeza kwenye ubongo wa mgonjwa ambayo hiyo changamoto imeletwa na kiharusi. Hiyo kiharusi inaweza ikawa ni kwa sababu ama mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye ubongo imepasuka au imeziba. Chochote kati hivyo viwili vikijitokeza, ambayo ni changamoto nyingine kabisa inaitwa stroke, huyo mgonjwa anaweza kuishia kukosa kumbukumbu. Inawezekana kuna ishu nyingine ya watu wanapoteza kumbukumbu especially wazee kwa sababu ya unywaji pombe mfano, na unakuta labda ina chanzo chake kingine, maybe mtu amekuwa frustrated, labda hana pension au hana nini, sababu za kifamilia. Sababu nyingine unakuta ni sababu binafsi, inampelekea yeye kufikiri suluhisho lake maybe ni kunywa sana pombe, na inampelekea kwenye kupoteza kumbukumbu, ambayo unakuta hiyo at times inaweza ikatokea hata kwa vijana, kwa sababu siku hizi kwenye clinics za mambo ya memory nimeanza kuona vijana nao wanakuja kwa hiyo nandomana nikaa nimesisitiza mwanzo kwamba sio lazima kwenye kupoteza kumbukumbu even so kwamba inatokea zaidi watu wazima waliozidi miaka 65 tano, lakini sio lazima. Jamii jenge dhana kwamba ili mtu upoteze kumbukumbu lazima awe mzee. Kuna wakati unaweza kufanya ndio umeshika simu hivi ndio unataka kumpigia mtu, ghafla unamsahau, nasema nani nataka nimpigie, lakini baadaye unakuja unamkumbuka. Hiyo inakuwa ni kitu gani? Aha, kuna nadharia yes, yes, kubwa tatu kwenye ishu inaitwa memory na kwenda moja kwa moja kwenye jibu la swali lako ni kwamba, kitu kinachoitwa kumbukumbu especially kama ikiwa ni tatizo sasa, kwamba mtu anakuwa na tatizo la kumbukumbu kumbu, ni vizuri watu wakaweza kutofautisha kitu kinachoitwa amnesia from, ambayo hii inakuwa ni, ni memory loss ambayo inatokea kwa haraka, lakini kitu ambacho unaweza ukakirecall back over time. Alafu kuna kitu kinachoitwa dementia ambayo kwa uhakika ni pathological na ndio hiyo ambayo inakuwa ni long lasting done, ni muda mrefu na ndio inakuwa ugonjwa ambao mara nyingi unakuta tunawaleta watu ma hospitalini. Mm -hmm. Hii amnesia wewe, inatokea kwa sababu at times unaweza ukakuta labda ulikuwa ume, unafanya kitu fulani ghafla ukaona, uh, let's say umepoteza. Mm -hmm. Au labda let's say umeenda washroom kwenye kwenye long call and then things happened, kwamba nikitoka nitafanya kitu fulani, ukarudi, ukakuta umesahau those kind of characters, hiyo type ya memory loss huwa haitu dementia, inaitwa amnesia. Lakini dementia sasa ndo hiyo ambayo tunaijua sisi kwamba ni pathological na in most cases is a chronic issue, na inawapata zaidi watu wazima ambao kwa dunia ya sasa tunatakiwa kuanza kuwadifini wakifikisha miaka 65 na kuendelea. Kama ndio kwanza unafungua TV yako, kipindi hawani Medi Counter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya, na leo hii tunaye hapa Dr. Kelvin Leshabari ambaye ni daktari bingwa wa afya ya wazee, ambapo tunazungumzia swala so zima la kupoteza kumbukumbu kumbu kwa wazee. Tutarejea baada ya muda mfupi, usitoke pembeni mwa TV yako. Turudi kule sasa kwenye yale magonjwa ambayo yanajulikana. Yes. Tulishia Yes. Sababu inaweza kawa ni stroke. Exactly. Nyingine. Uh, sababu ziko nyingi, kuna hiyo issue ya stroke, kuna issue ya let's say, excessive alcohol. Kuna watu ambao wanakunywa sana pombe. Uh, kuna baadhi ya ya baadhi ya magonjwa mengine, mfano kuna ma, kuna ugonjwa unaitwa Parkinson. Uh, inakuwa mtu anaona anatetemeka sasa uh, ule ugonjwa wa Parkinson nao kuna baadhi ya watu anapata Parkinson alafu ule ugonjwa wake wa Parkinson unapelekea kuanza kupata kitu kinachoitwa mn mm -hmm. Sasa hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni baadhi ya vitu ambavyo tunajua vinaweza vikapelekea mtu kuanza kupata ugonjwa kukosa kumbukumbu ambao mnaita naita, haya kuna dmensa ambayo unakuta ais cause na kwa mantiki kwamba hatujui chanzo uh, magonjwa hayo yao ya kumbukumbu -kumbu, ambayo unakuta chanzo chake kijulikani uh, mpaka leo kwa ufasaha wa kisayansi ni magonjwa kama Alzheimer's, na huo ndio hasa ambao unaisumbua dunia kwa sasa, ambayo nyewe ukoje, huyu anakuwa ni binadamu ambaye anapoteza kumbukumbu -kumbu, uh, inakuwa ni insidious onset kwa mantiki kwamba anaanza taratibu hiyo ishu yake ya memory, na mara nyingi si lazima ianze na kupoteza kumbukumbu, inaweza ikaanza na vitu vingine kabisa. Mfano, unakuta mtu anaweza akaanza ghafla na personality change, au anakuwa mkali kuliko kawaida, hmm. Yani unakuta kuna kwa kuna some personality changes zinajitokeza ambazo yeye kama mgonjwa hatambui, hatambui wala hanotice kwamba ile ni ishu Nyinyi watubaki huko, sijui wanakaya, ndugu au wa marafiki wa ofisi, ndo mtakuwa wa kwanza kushtuka hiyo. Na mara nyingi unakuta inakuja na, na waloto funyanyapaa kwa sababu mwanzo itaanza kwamba huyu alikuwa hivi, sasa kutegemea na jinsi alivyokuwa anaishi na watu yes. Then atatengenezewa sini yake accordingly, lakini baadaye sasa issue ya memory loss inakuwa vivid ambayo hiyo baadaye inaweza ikachukua miaka, inaweza ikachukua miezi kutegemeana na progress ya mtu. Kwa sababu hawa watu, wao wafanani. We have a tendency kufikiri kwamba wagonjwa ambao wanapoteza kumbukumbu wanakuwa wote wanaweza kuwekwa kwenye kapu moja, hapana. Wanatofautiana sana. Na hiyo kesi za namna tunazipokea nyingi. Mfano unaweza ukakuta kuna baadhi ya kesi zinakuja ya mgonjwa ambaye amepoteza kumbukumbu lakini, mwanzo unakuta ameshagombana na wanafamilia wote na ndoa imevunjika. Kwa manti kwamba anaanza kufanya vitu ambavyo kikawaida hamvielewi, na kutegemeana mkimwambia pia unakuta hanaelewi. Kwa uhakika, in most cases wao waelewi kwamba kuna shida. Shida inakuwa iko upande wenu nyinyi na jinsi mtakavyolipokea. Na ndio maana wakati ule ulivyouliza ile swali nikakwambia kuna, kuna dhana tatu tofauti. Kuna dhana kwamba kuna mtu amepoteza kumbukumbu. Kuna dhana kwamba huyu mtu aliyepoteza kumbukumbu, familia au wanaomzunguka jumuia, ina wanamchukuliaje? Alafu kuna ishu ya tatu kwamba huyu mtu amepoteza kumbukumbu lafu kapotea. Sawa daktari, sasa umesema kwamba ikifika vividi ndio mnaanza kuona, hiyo vividi inakuaje? Uh, kuna presentation nyingi. Mfano unakuta anakuja mgonjwa, analetwa kliniki, analetwa na mwenza wake wa ndoa, anaweza kawa ni bibi kaletwa na babu, anaweza kawa ni babu kaletwa na bibi, au at times anaweza kaletwa hata na watoto. Wanakwambia huyu bibi anapenda kupika lakini nowadays kila anachopika anaunguza hapo, mm. mm. menielewa hapo au? Mwingine zinakuja simu mbalimbali kwamba bibi anaweka miadi na watu alafu hatekelezi, au nyingine ambayo ni mosivia cases ambazo mara nyingi ndo tunakutana nazo, anakwambia mama au baba siku hizi akitupigia simu inakuwa ni lazima sisi ndo tukate simu unakuta ameipiga baba au mama anawasalimia watoto au wajukuu, lakini wakishamaliza maongezi huko kwenye simu, wakukata hiyo simu anakuwa sio ile alopiga. Sio tu anaweka pembeni wala akumbuki kwamba amepiga simu. Sawa. Kaja nazo dalili sasa kwamba ndio anapenda dogo dogo, mwingine akipiga watu simu wakati yes. Na vitu vingine kama hivyo. Ninyi kama wataalamu wa afya mnafanya nini kumsaidia? Uh, cha kwanza ni kwa identify cause kama tulivyokwisha Uh, cha pili kwenye ku identify cause, ukisha identify cause inakuja swala la pili je, hii cause is it manageable or it is not? Na actually nafikiri swala la msingi sio kuwa manageable, is it treatable or not, kwa sababu kuwa managed ni lazima itakuwa managed. Swala la tatu linakuja, okay, kama hii kitu ina uwezo wa kutibika tunafanya nini? Mfano kama ni mtu wa kuhusu pombe, inabidi mwanze naye kwenye cascade ya kwanza kuangalia kwa nini huyu mtu alikuwa anakunywa sana pombe. At times unakuta ni vitu ambavyo vinaweza vikajadilika vikatatulika. Oh, at times unakuta ni vitu ambavyo haviwezi kujadilika and therefore, uh, ni issue ya kwanza kuangalia okay, huyu pamoja kwamba anakunywa pombe nini, tunaweza tukafanya kuweza kumsaidia hii progress yake ya memory loss isiendelee, kwa sababu nayo inawezekana haya. Issue inayofuata baada ya hapo, tunakuwa tunataka kuangalia stage, kwa sababu hao wagonjwa kumbuka, ehe, hatua alokuja nayo hao wagonjwa huwa hawaji wote na stage 1, au kusema kwamba hatua za awali ah ah. Kuna ambao unakuta analetwa kapigwa, na anakuwa anapigwa kwa sababu anaambia huyu babu kaanza kutembea na vibinti vya majirani huko. Kwa hiyo anavyoletwa, analetwa alafu unakuta kuna police case, yani zinakuwa ni multi stage. Alafu baada ya hapo unakuwa unaangalia okay, hii stage ya huyu mgonjwa yeye, kama mgonjwa na ugonjwa wake alionao iko stage gani, nayo ni ni, ni, ni issue nyingine hiyo. Kingine ambacho napenda kuzungumzia sana kupoteza kumbukumbu Uh, cha kwanza ni jamii kuachana na dhana potofu, kwa sababu kuna ishu kubwa sana ya dhana kuwa amelogwa, kwamba kwa nini alikuwa hivi. Sasa hiyo ni moja, lakini mbili, kuna ishu ya kuanza kuwaadhibu hao wa wazee ambao ni mbaya sana. At times kuna incidents ambazo tunazipokea sasa hivi. Kuna utafiti tunafanya wa kitu kinachoitwa elder abuse Naomba nikwambie hilo tatizo lipo na ni kubwa sana. Zamani watu walikuwa nafikiri maybe ni ile ya mabibi kule Shinyanga, sijui wenye macho mekundu na kuuawa. Of course hiyo itoze capital punishment ambayo haitakiwi, lakini zipo changamoto nyingi sana za ambazo tunakumbana nazo. Aa, mababu mabibi wengine wanabakwa, wanalawitiwa, kesi za namna hiyo zipo na tunajua kwamba sio kesi zote zinaishia polisi. Kuna nyingine unakuta zinatatuliwa huko huko. He, kuna ishu ya physical abuse, hawa wazee wanaumizwa na kwa sababu ya uzee wao at times wanaweza usikia, yani unakuta anaumizwa na anakaa, by the time unakuja kuonana naye mguu umeoza, inabidi muishie kumkata mguu. Lakini ukifuatilia case hiyo, sio kisukari au magonjwa mengine, ni kwamba at some point in time babu au bibi alifanya kitu fulani akapigwa. Hizo cases tumeanza kuziona huku huku mijini, wala hata sio mambo ya Shinyanga au vijijini, ah, huku Dar es Salaam na hizo data tunaziangalia tuna, huku Dar es Salaam kuna cases za emotional abuse, bibi babu anatukanwa na wanafamilia eh, wengine unakuta wanatukanwa na wenza wao wa ndoa eh, bibi anakwambia kabisa babu amefanya hivi au babu anakwambia bibi amefanya hivi, ambayo kwa kweli ni vitu ambavyo mara nyingi huwa tuna tendency ya kuvipuuzia na kusema haya ni mambo ya wazee, wazee wazee hawa wanaleta fujo lakini in reality siyo hivyo tunavyofikiria, na lazima jamii ianze kubadilika. Alafu kuna ishu ya tatu ya serikali. Uh, nadhani kuna kila sababu ya serikali kuanza kuchukulia wazee kama grupu la jamii kama watu wengine kuna changamoto nyingi ambazo mara nyingi hao watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 65 wanakuwa nakumbana nazo kila siku. Uh, ukiachilia mbali ya matatizo ya matatizo kiafya ambayo tumekuwa tukijadili, kuna swala kwamba dunia yetu ya sasa hivi imeanza kuwa dunia utandawazi, na kwa mantiki hiyo kila kitu kinafanywa kwa kutumia muda. Sasa inajulikanika kabisa ubongo wa mtu mzima aliozidi miaka 65 ukilinganisha na wakijana, kwa mfano Uh, kitu kinachoitwa reaction time yake inakuwa kidogo ni kubwa. Kwa hiyo, moja ya changamoto ambayo wanapitia hao wazee unakuta ni jinsi gani ya kuweza ku surface up na maendeleo ya kasi yanayoendelea sasa hivi kidunia. Uh, uh, mifano hai unakuta uh, babu au bibi let's say, anakuwa na shida ya macho anavaa miwani. Kwa hiyo unakuta maybe anana, anana, anavaa miwani wakati wa kusoma then anakuwa na miwani yake nyingine ambayo anaitumia kutembea na anavyokuwa anapita baadhi ya maeneo sio rafiki especially ma, mijini huku. Miji mingi duniani haijatengenezwa kwa ajili ya watu wazima. Miji mingi imetengenezwa kwa ajili ya, wazee kwa kwa ajili ya, ya, ya vijana na, na, sasa wazee inakuwa ni changamoto kubwa. Mfano uh, kwenye baadhi ya ofisi zetu hizi tiles, sakafu hizi zinakuwa based on tiles. Hii tiles ni very dangerous kwao sasa unakuta anakutana nayo akienda benki, akienda hospitali, mwendo ni huu. Haya, kuna ishu ya traffic road, barabara zetu siku hizi zimeanza kuwa highway zaidi mijini, na hiyo nao ni changamoto kubwa sana kwa wazee bos, akiwa dereva na hata akiwa pedestrian, akiwa mtembea kwa miguu. Kwa hiyo unakuta anakuwa yuko likely kupata ajali akiwa dereva na hata akiwa mtembea kwa miguu. Akiwa dereva, kwa nini? ama atagongwa kwa sababu reaction time yake ni kubwa ya kuweza kukumbana na changamoto za barabarani akiwa kama dereva, au anaweza akajikuta anagongwa na vijana wa bodaboda kwa sababu anatembea kwa miguu, na vijana wa bodaboda wanaokuwa wanapita huko kwenye barabara wanakuwa wafati sheria za barabarani. Uh, alafu vile vile kuna changamoto nyingine za kifedha, wazee wengi wanaishi kwenye pension mishahara yao zamani na pension zao wanazozipokea kwa kweli sio kitu cha kukijadili, kwa sababu ni vitu ambavyo kikawaida haviridhishi. Na sijui sasa kwa upande wa wale wanaotunga sera na upande wa serikali wanaliangalia vipi, lakini hiyo nao ni moja changamoto ambayo huwa wanakuja nazo. Na kuna ishu ya kifamilia, huu utandawazi unaleta changes nyingi mabadiliko mengi samani, kwa mantiki kwamba uh, wazee ni watu ambao wanapenda kuishi kwa kufuata standards fulani eh? lakini unakuta kwa sababu ya hizi, uh, mabadiliko yanayojitokeza yanakuja na mabadiliko mengine ambayo yanahusisha jamii. Sasa hiyo nayo inawaletea changamoto na ni changamoto kubwa sana. Kufikia hapo, kipindi cha Medi Counter hakina la ziada. Jina langu ni Dafosa Prosper, ndio kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa YouTube, Azam TV, burudani kwa wote.